Eh, hivi vyakula vya haraka ambavyo mara nyingi vingi vinakuwa ni vya kukaanga hivi eh, eh, ambavyo vinakuwa na mafuta kwa wingi halafu na sukari kwa wingi. Sasa sukari za kwa wingi natokana, kuna vyakula ambavyo vina sukari kwa wingi, lakini kuna vinywaji ambavyo vina sukari kwa wingi. Kwa hiyo huyu mama mjamzito h, tunasema kwamba mama mjamzito na yeye ni lazima awe na uzito sahihi Sio kwamba uzito sahihi ni kwa watu wengine tu, hata huyu mama mjamzito ni lazima awe na uzito sahihi ule wakati wa ujauzito. Kwa hiyo huyu mama mjamzito akiwa na uzito uliopitiliza, tunasema kwamba kuna magonjwa yale yasiyo ya kuambukiza. Sio kwamba huyu mama mjamzito yeye huwa anakuwa pembeni na haya magonjwa, lahasha. Haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza hata huyu mama mjamzito anampata. Kwa mfano kuna kisukari huyu mama mjamzito anaweza akapata, lakini kuna shinikizo kubwa au la juu la damu, huyu mama mjamzito vile vile anaweza kupata, lakini kuna tatizo tunasema la figo huyu mama mjamzito anaweza kuipata lakini kuna saratani. E, kwa hiyo haya tu ni baadhi ya magonjwa sio ya kuambukiza, ambayo chanzo tunasema huyu mama mjamzito, na yeye vile vile akiwa na uzito kupita kiasi, yeye sio kwamba atakuwa pembeni, atakwepa haya magonjwa. Kwa hiyo huyu mama mjamzito akitumia hivi vyakula tunasema vya haraka, ambavyo tunasema mara nyingi e, huwa vinakuwa na mafuta mengi E, lakini vile vile akitumia sukari kwa wingi huyo mama mjamzito atapata hizi changamoto. Kwa hiyo ndio maana tunawaasa kina mama wajawazito e, wanapotumia vyakula vyenye mafuta hasa na hivi ambavyo tunasema vyakula vya haraka, lazima waangalie kile kiasi cha mafuta ambacho kiko kwenye eh, kile chakula. Lakini wanapotumia vinywaji, wasitumie hivi vinywaji ambavyo vya viwandani ambavyo ndio vina sukari kwa wingi kabisa. Tuna vipambo hivyo vinywaji, kuna soda na vinywaji vingine viko vingi tu ambavyo vinatengenezwa viwandani ambavyo vina sukari kwa wingi. Lakini kuna keki eh, he, na hizi ice cream mbalimbali, ambavyo vyote hivyo unakuta kwamba vina sukari kwa wingi. Kwa mama mja mjamzito akitumia kwa wingi hivi, haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza hayata muacha na yeye haya atapata hayo hayokaando kwa, unajua kwamba kifafa cha mimba cha wakati wa mimba huwa kinatokana sana na mama akiwa na uzito uliopitiliza kwa unakuta, bahati mbaya mama anaweza akapata kifafa cha mimba na changamoto nyingine wakati wa ujauzito. Kwa hiyo ni vizuri waangalie kukwepa hivi vyakula vya haraka haraka na hivi vyakula ambavyo vinywaji na vyakula ambavyo vina sukari kwa wingi. Jiongeze, tuwavushe salama.